Hmm. Ila nowadays wadada wengi tunaamini kwamba mkaka akikwambia mambo poa, mzima mzima, unatumia namba gani kupokea hela? Namba fulani tendetende, kakutumia let's say, lucky. Hmm. Unasema yo wow, ndo mwanaume. Mwanaume. Sasa unakuta mtu mtu akutongozi hmm. Ila zile hela wewe mwenyewe mwenye tayari itu... yaani anakwambia huoni hey. Uelewi Yeah. Unakuta ni mtoto mdogo mm, ila anakwambia tuseme, labda ni mtoto wa labda miaka kumi na sita, mm. Ana ndugu yake anamwambia, ah, dada, nimempata mkaka huyo. Mkaka siku ya kwanza tu kaniambia mambo, nikampa namba. Baada ya hapo, nimefika tu nyumbani, kanitumia hela. Huyo ndo mwanaume. Dada akatazi ila anamwambia, huyo ndo mwanaume, mshikirie huyo. Inamaana sasa hivi wanawake wengi wanaolewa na watu ambao hawawapendi kwa sababu ya tamaa za hela, wanatafuta provider, niseme. Yeah. Sawa yeah. Lakini wale ambao pengine wanaume ambao walikuwa ni sahihi kwenye maisha yao hawapewi nafasi tena, ndio maana mtu yupo kwenye ndoa lakini bado anamfikiria misi maana ambaye amemuoa.